Dunia hii leo imeadhimisha siku ya usonji, ambapo takwimu zinaonyesha kwamba watoto elfu ishirini wanazaliwa katika hali hiyo hapa nchini Tanzania, lakini wataalamu wa afya wanatueleza kwamba waathirika wakubwa ni watoto wa kiume ukilinganisha na athari ambazo wanakumbana nazo watoto wa kike. Haya ni madhara ambayo mtoto anayapata kwenye ubongo wake lakini kumekuwa na mengi ambayo yanazunguka hali yenyewe ya mambo hasa wale ambao hawaelewi kitaalamu nini kilichopo. Naitwa na Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Tutupie macho kuhusiana na siku hii, ili kuweza kupata ufahamu kwa wewe ambaye unaishi na mtoto kwenye hali hiyo, lakini hata ndugu jamaa na marafiki ambao wanaweza wakawa na hali hiyo na hawana wanaolifahamu naweza ikawa fursa nzuri ya wewe kuwapa somo namna wanavyopaswa kuishi na mtoto wa na namna hiyo. Hapa studio tumemwalika Dk. Ally Abdallah Misilo, yeye ni mtaalamu wa magonjwa ya binadamu. Karibu sana, mambo nasemaje? Hebu tuambie, kila mmoja amekuwa na dhana yake, lakini tunaposema mtoto ana ugonjwa wa usonji tafsiri yake ile kitaalamu ni ipi? Tafsiri ya, ya kitaalamu utaposema mtoto ana ugonjwa wa usonji, maana yake ana mapungufu ya kudumu hmm? ya hali ya maendeleo ya ubongo wake inayopelekea kusababisha upungufu wa kudumu wa kuweza kushirikiana na watoto wenzie. Mtoto anakuwa anashindwa kushirikiana na watoto wenzie kwa maana ya mapungufu ya uwezo wa kuwasiliana na kuchangamana na wengine, hiyo ndo tunasema kwamba hiyo hali ni ya usonji mm. Unaposema uh, tatizo la kudumu kwenye ubongo, maana yake ni kwa yule mtu ambaye uh, wa kawaida kabisa, na nataka kupata uelewa wa ugonjwa huu, maana yake ni tatizo endelevu ni tatizo ambalo haliwezi kutatulika, ina maana litakuwa ni tatizo endelevu ambalo halina halina mwisho. ni la, ni la kwa, ndio nasema hili tatizo ni la kudumu, kwamba ni la muda mrefu ambalo litakuwepo katika hali yake ya ubongo mm. na maana yake hakuna tiba, maana hatuna tiba mm. kusema kuna tiba maalum, kwa sababu ya ya hiyo shida ya usonji mm. na ndio maana wataalamu tu wameafikiana wote kwa pamoja kwamba usonji sio ugonjwa mm -hmm, ila umeelewa vizuri, ila ni hali ambayo inayojitokeza kwa mwanadamu mm. tuko vizuri. Kwa hiyo atusemi kwamba mtu anaumwa usonji, huwezi kusema mtu anaumwa usonji, ila mtu ni ana ana mtu ana usonji mm. tuko vizuri mm. kwa sababu ni maumbile ambayo yalishajitokeza sinaendelea si, si, cho kitu mm. Ni maumbile ambayo yanajitokeza kwa sababu kwa sababu za genetics na pia kwa sababu za kimazingira mm. Ambayo mtu anazaliwa sasa, akiwa ana hiyo ma, maendeleo duni ya maendo yake ya ubongo katika hali ya chini kabisa mm. Yeah. Daktari, hebu tuambie ubongo umekuwa unakuwa umefanywa nini hadi uh, kunakuwa kuna shida kwa huyo mtu. Uh, ubongo unapata una, una athari katika maendeleo ya ukuaji ubongo una sehemu tofauti tofauti, una cerebellum, una cortex, kuna migria sehemu zile zote ambazo, fronto lobe, sehemu zote ambazo ndo zinahusika katika ufanisi wa mwanadamu katika kufikiri, kuamua, kushirikiana. Umenifahamu vizuri? Hmm. Kwa sasa kinachotokea ni nini? panatakiwa pawe na ukuaji uliokuwa sahihi, kwa maana panatengenezwa na sels. Sasa zile sels zinatakiwa zikue katika mtiririko mzuri. Sasa inatokea panakuwa na hiyo kuchelewa au kudilei katika hali ya ukuaji katika hizo sehemu au kukomaa kwa hiyo kinapelekea sasa mtoto kuwa ana, ana delay katika hizo, katika hizo hali. Okay. Utafahamu vipi kwamba huyu mwanangu ana hali ya usonji? Zipo dalili, na katika hili ni muhimu sana kwe, watu waweze ku, kuzitambua, na bahati nzuri sisi kwenye kituo chetu pale Royal Polyclinic huwa tunajaribu kutoa elimu sana kwa jamii kuhusiana na swala hilo. Mm -hmm. Kuna zile dalili za awali kwa sababu watoto wakiwa wachanga mara nyingi au mara zote ni ngumu sana kuweza kutambua mtoto kama ana usonji. Mm -hmm. Kwa hiyo kuanzia miaka miwili kupanda juu ndo unaanza utaanza kunoti kwamba mtoto ana usonji na hiyo itatokana itategemeana na level ya ufahamu wa mzazi. Kwa hiyo utaanza kuona mtoto anaanza kuwa na ile tunasema delayed development milestone, mtoto zile tabia za ukuaji wa mtoto zinakuwa zinacherewa, mfano kuna umri unafika wanasema mtoto hapa anatakiwa anze kutambaa, lakini unamwona kama anachelewa kidogo. Kuna hatu nafika kwamba mtoto anatakiwa anze kusema mama baba, lakini hawezi hawezi hawezi kusema. Unaanza kunoti hapo kwamba kuna kitu unaiona kwa mtoto hakiko, hakiko sawa, lakini kuna tabia yule tunaweza tukasema kurudiarudia vitu mona, mm -hmm. ambao wenyewe wanajaribu kuita restrictive repetitive behavior unakuta yani, anafanya kitu kicho cha namna moja mpaka unashindwa mtoto, mbona hiki kitu anakirudia mara kwa mara, hiyo hali inakutokea. Lakini kuna ile hali ya ukinganganizi, watoto wenye usonji ukimwambia, kama yeye anataka aweke chupa hapo basi lazima aiweki. Ukimtoa katika mazingira hayo anakuwa na hasira, ana paniki na anaweza kuharibu vitu, vitu vitu tofauti, lakini wengine wanakuwa na tabia ya kutikisika kichwa mara zote tiksika tabia kupenda kujigaragaza wao wao wenyewe, akiwa tabia pia wanapanga vitu. Ukimwona kama waaanga kwenye kitu kama ni toys, utaona anazipanga kwa series, na hataki mtu aje aziaribu vile, unaona unaweza kutambua kupitia hizo behavior approach. Mm -hmm. Tabia za mtoto unamuona tabia zake ziko tofauti na watoto wengine kuanza kujua sasa, huyu mwanangu hapa kuna, kuna changamoto pia ipo ambayo hmm, anahitaji sasa kuweza kuielewa, kuitambua na kuishi nayo, na kumfanya yeye aelewe, atambue na aweze kuishi nayo hmm. Na ndo lengo sasa la hii siku okay. Nipata vizuri hmm. Na ndo lengo maalum ya hii siku ni kwamba watu waweze kutambua usonji ni nini, wasijua kama ni lana balaa au nuksi, waelewe ni hali ambayo inajitokeza kimaumbile tu mtu yoyote anaweza kuipata pamoja na kuwepo na sababu ambazo zinazoweza kuchangisha au risk factors zinazoweza kupelekea hilo. mm -hmm. Sababu gani ambazo zinafanya mtoto akazaliwa kwenye hali hiyo, wame wataalamu tunakubaliana kwamba ziko ziko sababu mbili. Okay. sababu ya kwanza ni kigenetics. kuna ile point unasikia wanasema kwamba kwa nini watoto wa kiume wanapata sana hiyo hali kuliko watoto wa kike kwa sababu mara hii inatokea na variation ya ya hiyo chromosome, kwa sababu chromosome inapatikana ndani ya nucleus, kwa hiyo nucleus iko ndani ya, yu, ndani ya cells. Tuko vizuri mm. Sasa hiyo chromosome mwanamume anakuwa na X tupu, lakini mwanamke anakuwa na X na Y. Kwa hiyo mara nyingi variation inatokea kwenye hiyo X chromosome, ndio maana unaona watoto wa kiume wanakuwa hapo katika riski kubwa ya kupata hiyo ya kupata shida, kwa hiyo wamejaribu kuorozesha kwamba wameezesha kwamba kuna tatizo la kigeneti, lakini pia kuna combination ya tatizo la kimazingira. Tukaeleza kwamba kuna, kuna tabia ambazo nasema hizi mtu akiwa nazo, mfano kwa mama mjamzito, tabia ya ulevi, unywaji wa pombe, heroin, cocaine, wala ya kulevi, anaweza akapelekea hiyo mtu kuzaa mtoto mwenye usonji. Lakini tunasema wamama ambao wamechelewa kuzaa, labda anaanza kuzaa akiwa na age ya miaka thelathini na tano kwenda juu, kwa hiyo anaweza akajikuta kwamba anapata mtoto ambaye mwenye, mwenye, mwenye usonji la, pia watu ambao wanapata ile disease wakati wa ujauzito wakati wa mfano gestational diabetes, kisukari ki cha mimba mm, pia wapo wanaweza kupata risk factors ya kuingia katika hiyo hali ya kuzaa mtoto ambaye atakuwa na hiyo hali ya usonji. Lakini sio hivyo tu peke yake, una, unaweza kuona kwa sababu wameziweka kati, kuna sababu mama akiwa mja mzito akiwa anajifungua na baada ya kujifungua wakati wajifungua, wakati damu kuwa nyingi, mtoto kukosa kiwango kizuri cha oksijeni, tuko vizuri, inaweza kapelekea pia mtoto aweza kupata hiyo hali ya usonji okay. Lakini common factors tunazungumzia, ipo na genetics ipo, mm -hmm. na ndio maana unaona wataalamu sasa hivi hata unazungumzia mm -hmm. maswala ya disease prevention, ukingaji, wanajaribu kutoa elimu nzuri kwa watu, namna gani ya kujilinda, ili sio kwa afya yao peke yao na kwa afya hata kwa kizazi ambacho kinachokuja ambacho kinatokana na sisi matumizi mazuri ya, ya mwili wetu, matumizi mazuri ya kufata taratibu za afya zinatukinga kuingia katika riski nyingine ya kwenda kuafekti hata watoto tuliokuwa nao au tunatarajia kwenda kuwazaa. hmm. Umezungumzia kwenye hiyo ishu ya kijenetiki, hii itamhusu ita zaidi nani baba ama mama itawahusu wote? mm -hmm. Inawahusu wote, lakini inategemea kwa sababu pia ni hali ya kurithi inheritance kwa hiyo inategemea sekwensi yako ya huko nyuma ikoje? Sinaelewa vizuri mm. Kwa hiyo ha, haichagui, lakini tunaweza tukasema kuna kundi moja maalum ambalo ndo linakuwa linaathirika na kama mfano nilikwambia kwa wanaume zaidi ni kwa sababu ya hiyo X chromosome mm, ambayo inaweza kujitokeza. Umetueleza hapa kwamba uh, wanawake zaidi ya miaka thelathini na tano na naye anakuwa hatarini kupata mtoto mwenye yeah. umri wa namna hiyo yeah. Kwa upande wa mwanaume ipoje? Mwanaume ni tofauti kidogo, kwa sababu mwanamke, maumbili ya mwanamume na mwanamke ni tofauti sana katika maswala ya katika maswala ya mfumo mzima mfumo mzima wa uzazi. Kwa mwanaume anaweza kaa strong mpaka anafika umri wa uzee kabisa, akaa yuko vizuri, lakini kadri ya mwanamke anavyozidi kuongezeka, kuna vitu naye vinapungua. Hata mfumo wake wa homoni unaweza kuwa unabadilika kwa ule, ule strong wake na uimara wake una, unaanza kuwa, una, unaanza kuwa unapungua. Kwa hiyo hali inampelekea mama kuweza kukutwa na changamoto nyingi za kiafya. Tuko vizuri, mm -hmm. Kwa hiyo hormones zinakuwa zinashuka. Kuna kuna supplement na nyi ndani ya mwili ambazo ni nutrient, sawa, ambazo ni chemical bondi ndani ya mwili wa mwanamke pia nae zinakuwa zinakuwa zinashuka, sababu ni vitu ndani ya mwili, vitu vinategemeana nafika mama akifika umri wa miaka arobaini na tano kwenda juu, tunasema sasa sasa hivi amekoma amekoma, anatumia neno hiyo menopause, kwamba hawezi tena kuwa na uwezo wa kupata mtoto. Kwa nini mm -hmm. asiwe na uwezo wa kupata mtoto wakati baba ana uwezo wa kupata mtoto? Kwa sababu maumbile yao yaliyo ya jinsi alivyotengenezwa ya ni tofauti kwa okay. yeah. Mwanaume hata umri ukiwa mkubwa, hiyo riski ni, ni, ni, ni ndogo I, yeah. riski, riski ya kupata itaendelea kuwa palepale pale. Mm -hmm lakini hatuwezi tukamzungumzia mwanamke riski ya kupata kwa sababu mwanamke akifika umri wake hawezi kuzaa tena. Uhum. amekoma kuzaa, lakini anapokuwa katika umri wa miaka 35 na kuendelea juu, hapa kuna vitu vingi ambavyo mwanamke anakuwa anaweza kupitia kiafya ambavyo vinaweza sasa kupelekea hizo variation ya mutation kutokea kwa haraka kulinganisha na binti mdogo. Kwa hiyo ile variation ya mutation ikitokea kwa haraka kulinganisha na binti mdogo kunaweza sasa kupelekea mtoto kuzaa mtoto mwenye mtoto mwenye usonji okay. na, na sio hivyo tu, kuna kuna kuna kuna, kuna kompliksheni nyingi hapo kwa mama kupata, kupata mimba katika umri katika umri mkubwa hmm, kwake yeye mwenyewe na kwa mtoto okay. Hmm. Pata wasaa kwa wakati mwingine kwenye afya ya mama na mtoto unaweza ukafaidika zaidi hmm. Na mtungali sote bado kwenye uchanganuzi hii leo, tukiangazia siku ya usonji, tupo na Daktari Ali Abdallah Misilo ambaye anatupa hiyo elimu kuhusiana na uh, ugonjwa wenyewe na namna ambavyo ulivyo. Lakini moja ya jambo ambalo pia melieleza hapa ni swala la kurithi kijenetiki. Kwa hiyo yawezekana kabisa uh, wewe usiwe nao wala mkeo, lakini uh, kama uh, jin zenu huko zina asili ya namna hiyo, inawezekana pia mkazaa mtoto mwenye shida ya namna hiyo na ugonjwa wenyewe Eh, tunaambiwa so ugonjwa ni hali yenyewe, siyo ya, ya kutibika, na inaweza tu ukafanya uka tu mambo mengine. Tayari una mtoto mwenye shida ya na namna hiyo, Daktari Ally, namna gani ya kuishi naye? Kwa sababu umesema ni mkorofi, mbishi, unatakiwa uishi naye vipi? Cha kwanza ni elimu, kwa sababu umekutana ume na mtu tayari, hana tabia kama za watoto wengine kwa hiyo huna namna kusema unaweza ukamkomanda kwamba sicho usifanye, nyi kile ambacho nachomkataza, ndo ndona ye ndo atakifanya hmm. Kwa hiyo cha kwanza ni elimu. Elimu naipataje? Kwa wataalamu ambao either watu wa pediatrician n wa psycho, wa psychologist pediatricians, au wataalamu ambao wamespecialize katika katika fani za hizi katika mambo ya psychology na namna gani ya kuweza kuishi mambo ya therapist watu watu therapist. Kwa hiyo cha kwanza unaelekezwa namna ya kutambua kumtambua kwamba huyo mtoto wako yuko hivyo, na hilo sio tatizo la, la kusema kwamba ni lana au ni nini, ni tatizo ambalo mtoto analo. Kwa hiyo mtoto unatakiwa ujue namna gani ya kuishi naye, kwa kumpenda, kwa anaye karibu, kumfundisha na kurudia kumfundisha bila kuchoka, kwa sababu anahitaji uwezo wake, anahitaji kurudiarudia kuelekezwa, ndio anaweza, anaweza kujua kumchangamanisha na watoto wengine kwa maana ile, ile activities inaweza kumsaidia yeye kuweza kuendelea kuweza kutambua. Sawa. Kus, kusogea katika vituo ambavyo kuna wataalamu ambao wanaendelea kuwa wanatoa elimu hiyo. Sawa. Kuwapeleka katika vituo ambavyo wanasaidiwa wale, kuna wataalamu wako ambao wanaweza kuwasaidia wao kuweza kumudu hiyo hali yao kwa urahisi. Lengo ni kuwafanya wakopi mazingira Tuko vizuri, mm -hmm. na watu watambue usonji sio tatizo la akili sawa, wala usonji sio down syndrome mm -hmm. hivyo vitu watu wawezi kutofautisha mm -hmm. kwa usimuoni mtoto mwenye mwenye usonji ukaja ukasema ni mtoto ambaye ana tatizo la afya akili mm -hmm. utakuwa unakosea na utakuwa unamkosea tuko vizuri mm-hmm. Ukifikisha pale wale watoto wanaanza kuwa trendy, utawaona wanaanza kuwa naelewa wanafanya activity zao, wanafanya shughuli zao za uzalishaji mali, yani wako wako very, wako wako very skills. Wako vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe, sisi jukumu letu ni kuwafanya wale watoto sisi wazazi kutambua hiyo hali na kuwafanya wale watoto nao sasa waweze kujitambua, wao kwa hiyo unaanza kuelekeza hichi ichi kama unataka kuwafundisha ujuzi ujuzi hii kwa kurudiarudia, wana masta kile kitu na wanakifanya katika uzuri mno zaidi kwa hmm. Maana yake ni rahisi sana, ukitambua shida na huyu mtoto kuja baadaye kumfanya akawa ni mwenye kujitegemea zaidi, eh, kwenye kujitegemea zaidi, mi naweza kukupa mfano mimi wakati nasoma shule ya sekondari Mtoto aliyekuwa chini yangu alikuwa ana usonji. Kwa hiyo sisi tukwa tahali ya udogo hatutambui, tulikuwa tunamchukulia kama ni mtu ambaye hatumwelewi elewi mm, lakini katika ile ya kuchangamana na sisi akakuwa hivi leo navyotaka kuzungumza. Yuko kwenye duka la baba yake, anauza, watu wananunua, anauza hichi kitu shilingi kadhaa, hichi kadhaa, hichi kadhaa. Ana mke na watoto na anaishi vizuri, anaendelea anaendelea na, na tatizo, na shughuli zake. Hmm. Sijui naeza kunielewa hicho kitu kwa hmm. hiyo hmm. ni kuwawezesha na kuwatambulisha katika jamii, jamii iweze kuwaelewa, isiwatenge. Mzazi akimpata mtoto huyu asimfiche, hmm. amsogeze karibu na jamii, karibu na wataalamu waweze kumsaidia mtoto wake, na atakuwa katika, katika hali nzuri kabisa. hmm. vitu gani ambavyo ni rahisi na ambavyo anaweza kuvishika? Ukiwa namfundisha mtoto mwenye Uh, tatizo la usonji. Kala, okay. Ukimfundisha kupitia kala ni rahisi sana kumasta, kwa hiyo mm, ukitaka kumwambia hichi chupa ukalitia rangi ukatia rangi ukatia rangi, kwa hiyo uko very bright kwenye kala, kwa hiyo anaweza ku differentiate kwa haraka zaidi mm, kwamba hichi ni kitu fulani lakini akanuti aka, aka ile rangi kwa akiona rangi ile anajua hichi ni kitu fulani, na kisha kiona naweza kukimasta kukimasta mm, kwa haraka ko, ni mfano wa hiyo, okay. Lakini pili ni, ni, ni ile hali ya, ya, ya, ya kuweza kurudia na kitu ambacho unatakiwa kukijua. Mtoto mwenye usonji unaweza ukawa unafanya kitu namwelekeza ukawa unaona kama anakupuuza, kama vile atili maanani, lakini wewe usikate tamaa, mwelekeze yeye kile anakima. Kwa hiyo siku unaweza ukafanya mara mbili mara tatu, alafu kesho yake njo ufanya tofauti. Utamuona wana tabia ya kucheka kamuona akakaa pembeni, akaanza kuwa anakucheka wewe ambapo mwalimu wake unamwelekeza, akaanza kuwa anakucheka wewe na unakosea, haujui <laughs> vizuri mm. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuona unamwona kama anapuuza, haina maana kwamba hakuelewa ukakata tamaa. Mtu mwenyewe namwelekeza, ataelewa, endelee kumwelekeza, alafu unafanya hiyo test mind yake katika hichi amefahamu kwa kiwango gani? mm. E. Kwa hiyo maanake lazima upate elimu ya kutosha ili uweze kutambua kuishi nayo kwa sababu tunaambia hata mwenyewe ulisema pamoja ya dalili ni huwa wanalia sana eh, well, sometime wana hasira wana, wana yeah. kwa ile upset yao inapelekea sasa kuweza kuwa analia hata kwa kawaida. Ushaona mtu akiona hasira sana mm. analia ili kupata ile relief mm. eh, hey. kwa hiyo kwa hiyo miongoni mwa vitu wanaweza kata, wanatabia ya kulia, kucheka akifurahika, wanaweza kumwona anacheka sana lakini kitu kingine hawezi kumake eye contact na wewe. Kukite mm. Ukifanya fokasi naye macho kwa macho utamwona anageukia pembeni. Ana tabia kama ile, tunasema kama ile haya fulani. Hawezi kumake eye contact. Okay. Yeah. Kwani vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia hata mzazi kuweza kuweza kutambua kufahamu kwamba hapa kuna shida. Kwa hiyo akamuaisha kwa haraka. Na hata kama mzazi uenda labda na mkubwa kama sasa hivi kuna mwingine ana ndoa, anatuona anatuelewa na mtoto mkubwa ndo anaelewa, kumbe mwanangu ana usonji bado atakiwa mkubwa ana, na anaweza kufundishika. kikubwa tu hawafikishi katika vituo vilivyokuwa zinahusika na mambo hayo, ili naye mzazi awezi kupata elimu, kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji elimu, na ndio maana mm. tume ndio maana Umoja wa Mataifa ikalifanya ika, ika hili jambo kuhakikisha mwaka elfu mbili na saba kuhakikisha kwamba dunia ilijue na iwezi kulitambua na watu wawezi kufahamishwa kwa sababu gani tu wameangalia wa, wa hatari ya hili jambo. mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tatu watoto wenye usonji duniani walikuwa ni milioni okay. ishirini na saba. Ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na tatu watoto wenye usonji ni mi, duniani ni milioni sitini na moja. Unaweza kuona takriban kama mara tatu ya, mara tatu yake imeongezeka. Hmm. kwa hiyo hapo unazungumzia kila kwenye watoto laki moja kuna watoto mia saba sabini na nane themanini na nane ambao wana tatizo la usonji. Sasa lazima jamii sasa iweze kutambua hatari yake, yani hizo risk factors, na namna ya kujilinda na namna gani wanaweza kuishi nao, kwa sababu ni tatizo ambalo ndani ya jamii lipo na linaendelea kukua. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta kwamba nguvu kazi ya watoto mia saba sabini na nane, yupo anaweza kuwa kapenta mzuri, yuko anaweza kawa mvuvi mzuri, yuko anaweza kawa mpika, mpishi mzuri kwa hiyo ukasema unawaficha na wengine labda na uo ukaona ni tatizo, ukajikuta umepoteza rasilimali, dunia imepoteza. Huo ndio zama watu milioni sitini na moja. Kama watu wakawaficha wakafanya vitu ambavyo sivyo kwa vizuri, unaona dunia itapoteza nguvu kazi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo shabaha ni, kujif, ni kuwafanya tuwatambue, tuishi nao, tuwapende, tuwalee na tuwavumilie hmm. Na <laughs> kuna jambo ambalo watu eh, <coughs> wengi unawezekana hawalifahamu na ndio maana mwisho wa siku hizo uh, imani mbalimbali mbali, potofu zimekuja na nini kuona kwamba huyu mtoto wa hivi atakuwa na shida hii, sio jambo la kawaida na mambo kama. Lakini kia, nikikusikia uh, nukta zako unazoeleza, ni kwamba hawa watoto you know, inaonekana uh, jambo ambalo wanaweza kulimudu zaidi ni la ujuzi zaidi, e ujuzi zaidi mm. ujuzi zaidi, kusoma kuandika, yote wanaweza fanya mm. na, na hiyo u, u, u, uelewe usonji inategemeana na severity. Nikisema severity ni ile athari kubwa zaidi. kwa hiyo wako katika, katika, katika makundi tofauti, kwa kuna ambao wameathirika zaidi, kuna ambao wameathirika, wameathirika kidogo, lakini hizo dalili wao wanakuwa nayo. Kwa hiyo watu wezi kusema kwamba huyu mwenye kidogo na huyu mwenye wingi wote ni usonji sawa? hmm. Kwa hiyo wako ambao wanaweza kusoma kuandika sawa, kufanya shughuli zile za, za, za, za, za, za, za kiintelectual Typing na nini wanaweza fanya sawa. So, tuko hapo una, una, una, una vizuri vizuriee, yeah. Na wako ambao wanafanya sasa juhudi hizo shughuli za kiujuzi, ukamfundisha okay. E, carpenter ukawafundisha kupika ukafundisha kusafisha ukafundisha vitu vingi sawa. So, paka wako ambao mpaka kutengeneza gari wanatengeneza gari nako, mm. very smart Kwa hiyo usonji si ugonjwa. Uh, kwa wewe ambaye una mtoto wa namna hiyo umeambiwa kwamba hakikisha tu uh, unapata elimu ya una namna nzuri ya kuweza uh, kuishi nayo. Wakati tunaelekea ukingoni, Dk. Ally, neno lako nini sasa kwa wazazi ambao uh, bado wameendelea kukaa na watoto hao na wanawaficha na kuona kwamba kama shida hivi kuwa nao sisi Royal Polyclinic huo tuna kauli tuna kauli yetu moja nzuri sana pale Mnazi Mmoja kwa, wenye, kwa wana, watoto kwa wazazi ambao watoto wenye usonji. Wao, napenda kuambia kwamba ni wa kwetu, tuishi nao, tufanye tuwatambue, na tufanye wajitambue Kwa lengo na kwa, kwa maisha, kwa maisha ya jao na kizazi kijacho. A hmm. Sinaelewa vizuri kwa okay, hiyo vitu vingapi hapa ni vitaje? Lazima tuwafanye wajitambue kwanza sisi tuwatambue wajitambue na tuweze kuishi nao kwa faida ya kizazi kijacho. hmm. kwa manake, namna ambavyo utakavyoishi nao ndivyo ambavyo dunia na yenyewe itanufaika na ye, namna dunia dunia itaweza, itaweza, itaweza kunufaika hmm. kwa hiyo watu wasi watenge, wasiwafiche, wala wasikae nao tu, ila wawafikishe sehemu sahihi na wao pia wafike sehemu sahihi kuweza kupata kupata hizo training mbalimbali mbali ili kwa kuwa namna gani wanaweza wanaweza kuishi hmm. nao na maneno ya kwake, Dr Ali Abdullah uh, Misilo, mtaalamu wa magonjwa ya binadamu, lakini yanatoka kituo ambacho, uh, shughuli kubwa ambayo anaifanya ni ya kusimamia watoto wenye hali ya usonji, na ndio maana nakueleza hata kauli mbiu ambayo ipo ni kuhakikisha kwamba, uh, watambue wajitambue, lakini pia hao uh, watoto wenyewe Uh, ni kwa ajili ya kizazi kijacho, kwa maendeleo, kwa heshima. Mtu yoyote ambaye una mtoto yoyote wa namna hiyo, hakikisha kwamba unamwelewa uh, na umtambue kwamba huyu ana hali hii, na elewa kwamba huo si ugonjwa, bali tu ni hali ambayo inakuwepo uh, katika ubongo wake. Na ndiyo maana unaambiwa hata kumfundisha, hakikisha unarudiarudia mara nyingi uh, katika elimu ambayo unampa ili weze kumsaidia . Nikushukuru sana Daktari Ali. Ah, asante sana. Naam, na tunafika hapo tunafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Tulikuwa tukiangazia siku ya usonji duniani ambako takwimu zinaonyesha kwamba watoto elfu ishirini hapa nchini wanazaliwa kila mwaka wakiwa katika hali ya usonji, wengi wao wakiwa ni wavulana, lakini wasichana ni idadi ndogo, na mtaalamu hapa Daktari Ali ametueleza sababu za wasichana kuwa wachache ambao wanakuwa katika hali hiyo ya usonji. Mi naitwa Nordin Selemani, nikutakia usiku mwema, na panapo mwajaliwa tena tukutane kesho kwenye uchanganuzi. Kwa heri.